Nchi yetu kwa maana ya Zanzibar umepata bahati na heshima kubwa kutoka CAF na vyama vya mchezo kwa maana ya ZFF, lakini na chama cha mchezo cha Tanzania imepewa heshima ya ku mechi ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika mkondo wa pili, ambao kwa kweli ndio ya mwisho sasa hivi. Mkondo wa pili itachezwa hapa kwetu uwanja wa Nyuma Man Complex, kwa hiyo ni bahati kubwa kwa hiyo tumeona tukutane na nyinyi ili tueleze jinsi gani ambavyo jeshi la polisi limejipanga kuhakikisha kwamba mchezo huo unachezwa vizuri kwa utulivu kwa amani na kuhakikisha kwamba heshima ile ambayo tumepewa na kafu ina, inakuwa na nafasi yake. Lakini pia tunawaambia wananchi, tukifanya vizuri hii sasa, hii heshima tuliopewa, unajua kwamba mashindano mengine yanakuja chani nakuja kwetu. Kwa sasa tu, tu, tu, nataka niseme tu kwamba hapa kwa kweli niombe niombe kabisa kwamba wananchi wa Zanzibar wote kwa ujumla, lakini pia na Watanzania wote watakao kutoka Tanzania bara kuja hapa Zanzibar, lakini na Afrika Mashariki kwa ujumla wake, najua watu watakuja kutoka Kenya. Kwa hiyo mechi hii ni mechi kubwa na itashirikisha timu kubwa pia, timu ya Simba Sport Club ya Tanzania, lakini itakuwa na RS Balkane ya Moroko ni timu kubwa, kwa hiyo mashabiki watakuwa wengi. Kwa hiyo utaongwa wananchi ni kwamba wafuate taratibu ambazo tuna tumeziweka. La kwanza mechi ile itachezwa tarehe ishirini na tano mwezi wa tano mwaka 2025 na uwanja utafunguliwa saa tano asubuhi, uwanja utafunguliwa saa tano asubuhi, lakini mechi yenyewe itaanza saa kumi jioni. Kwa hiyo ni wataka wananchi kwa sababu uwanja tutafungua saa tano asubuhi, wa kwa wahi na wananchi ambao wanatakiwa kufika uwanjani ni wale tu wenye tiketi. Yani kama una tiketi ya kushiriki kwenye mchezo huo, usije uwanjani utajitafutia shida. Na ili kuhakisha kwa kwamba wananchi wanakuja vizuri na timu zetu zinafika vizuri, tumekubaliana na wenzetu na wakafu lakini na ZFF na TFF na serikali kwa ujumla ya Zanzibar, serikali ya mkoa kwa jumla yetu kwamba tutafunga barabara kubwa inayoingia uwanja wa Amani kwa watu wanaotoka huku mjini, kwa maana maeneo ya Mchezani, Moge, Kariakoo kwenda kule uwanjani. Hii barabara tutaifungia pale kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya ya mjini pale, barabara yote kabisa zote mbili zitafungwa. Kwa hiyo ukija pale utakuta kuna beria pamefungwa. Tutakuwa na askari askari watulivu, kama utakuwa ukusikia tangazo hili, lakini na uhakika kila mtu atasikia. Usije ukajaribu kuvuka pale kwa kutumia nguvu. Usije ukajaribu, utajitafia shida. Takuwa na askari wa kutosha pale. Lakini kwa upande wa pili kule kwa watu wanaotoka Kurekwe, wanaotoka magharibi kule, kwa maana ya Mwera, kuja tutafungia pale kwenye roundabout pale kwenye mzunguko wa amani pale tunapojenga flyover. Kwa watu wanaotoka daraja Bogo, wanaotoka wapi pale, hatutaruhusu gari kuingia kwenye barabara ya kushuka kwenda uwanja, nako zote mbili zitafungwa. Nitaweka askari wa kutosha pale na bele itakuwa. Kwa hiyo tunaomba ta tunaomba najua wa Zanzibar wa staarabu watakuwa na staarabu wa kutosha. Kwa wa hiyo usije ukajaribu kutumia nguvu kutaka kupita kwa kulazimisha. Utakuwa unajitafutia shida. Kwa hiyo tukifuata hiyo na tukaenda uwanjani tukiwa na tiketi tukawahi. Kama mtu utafungua mageti saa tano, watu watawahi pale. Na siku hiyo ya Jumapili tarehe 25 watu wataingia uwanjani vizuri. Na timu zetu zitakuja zitakuta hali nzuri imetulia. Niwahakikishie tu wananchi kwamba katika swala la ulinzi na usalama tumejipanga vizuri. Tutakuwa na askari wa kutosha eh, waliotulia, watakaosaidia wananchi wale ambao wana tiketi zao, wanataka kuingia uwanjani, watakuwepo wa kutosha. Na tunajua ni mechi kubwa, kama nilivyosema, Simba Sports Club ya Tanzania ni timu kubwa, ina mashabiki wengi, lakini hata hii Rais Barkani ni timu kubwa. Kwa hiyo tuna uhakika watu watakuwa wengi na tunaona kwamba kuna watu ambao wana tamaa. Tunazo taarifa kwamba kuna watu wenye tamaa wameshaanza kuja kutoka maeneo mbalimbali e, Dar es Salaam na sehemu nyingine, wanataka kuja hapa kuingia wananchi Zanzibar. Sasa ile nataka niwahakikishie kwamba hilo halina nafasi. Tutakuwa na askari waliovaa kiraia wa kutosha kila mahali ambapo kuna msanyiko wa wananchi, tutakuwa na askari, watakuwa askari wa uniform watakuwa kutosha, lakini tutakuwa na askari waliovaa ya kiraia kazi yao ni kuvizia kuona yule ambaye anajaribu kuchukua kipochi kufanya jambo lolote kuiba simu kufanya nini. Kwa hiyo tutakuwa na ulinzi mkubwa sana, sababu kama nilivyosema, hii ni heshima kwa nchi. Kafu wametuheshimu, wametupa mechi kubwa, na sisi lazima tuonyeshe kwamba tuna uwezo kuhakikisha kwamba kila mtu aliyekuja na kitu chake kinabaki salama. Kwa hiyo nahakikisha wananchi tu kwamba wa mali zao zitakuwa salama, lakini wale ambao ni wezi waliokuja kutaka kuiba, anatafuta mtaji kupitia hii mechi, wafute kama amekuja kutoka Dar es Salaam, amekuja kutoka Nairobi, amekuja kutoka eneo lolote la Afrika Mashariki, hata kutoka Morocco amekuja wapi, anataka kuiba hapa, ile afuta halitawezekana. Lakini wananchi wenyewe ni watake kunataka, ustaarabu wa Kizanzibari, ustaarabu uliotosha na wenzetu wa KAFU wamesema hivyo, ni marufuku kuingia uwanjani na kinywaji chochote, chupa yoyote.